Balozi wa Congo DRC, balozi wa Rwanda, balozi wa Burundi, tunawashukuru sana kwa kuja kutuunga mkono, wenyeviti wa bodi za taasisi za wizara zilizopo chini ya wizara ya ujenzi, management ya wizara na wataalamu wa TANROADS, familia ya Dr. John Pombe Magufuli wakiongozwa na mdogo wangu Janet renu tofauti, viongozi wa dini, machifu, wenzangu na wazee wa Mwanza, wageni waalikwa, ndugu ndugu wanahabari, vikundi vya burudani, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wananchi, hatuna budi kumrejeshea Mwenyezi ni siku tuliokuwa tukingojea kwa hamu na shauku kubwa. Kipekee tunafungua kurasa mpya katika historia ya usafiri kati ya Kigongo na Busisi. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa mnamo mwaka 1968 serikali ilinunua kivuko cha kwanza cha umma kilichokuwa kinaitwa Busisi Boat. Kilikuwa na uwezo wa kubeba abiria kumi na tano tu na kilikuwa hakibebi magari kutokana na udogo wake kufika mwaka 1971 serikali ileta kivuko kingine kilichofahamika kwa jina la mv mwanza kilichokuwa na uwezo wa kubeba tani ishirini sawa na magari madogo matatu wamaanika na ukubwa kubwa na abiria hamsini kivuko hicho kwa sasa kichakavu jitihada za serikali hazikuishia hapo kwani mwaka mmoja baadaye mwaka 1972 serikali iliongeza kivuko kingine kilichojulikana kwa jina la geita feri kikiwa na uwezo wa tani 65 ambacho kilibeba magari matatu na abiria 100. geita feri kwa sasa kinafahamika kwa jina la mv temesa katika kituo cha ilunda na luchelele mkoani mwanza mnamo mwaka 1977 serikali ilinunua kivuko kingine ambacho kilifahamika kwa jina la mv sabasaba chenye uwezo wa tani 85 lakini kilibeba magari kumi madogo na abiria abiria 330. Mwaka 1985 serikali ilinunua kivuko kingine kinachoitwa Nji Sengerema ambacho kina tani 170 na kinabeba magari 22 na abiria 400. MV Sabasaba na MV Sengerema kwa sasa vipo vinaendelea kutoa huduma miaka ishirini na tatu baadaye namo mwaka elfu mbili na nane na serikali ilijenga kivuko kinachoitwa MV Misungwi chenye uwezo wa kubeba tani 250, yaani abiria 1,000, na magari kati ya 34 na 36. Kwa sasa kipo kinaendelea na kutoa huduma kwa wananchi. Mwaka elfu mbili na kumi na nane serikali ilijenga kivuko kingine kinachoitwa MV Mwanza chenye uwezo wa kubeba abiria elfu moja na magari thelathini na nne. Kwa sasa kipo na kinaendelea na utoaji wa huduma kwa wananchi. Pamoja na hayo, jinsi shughuli za kiuchumi na kijamii zilivyokuwa zikiongezeka mahitaji ya usafiri yaliendelea kuongezeka, na ufanisi wa kiuchumi ulikuwa mdogo ikilinganishwa na mahitaji. Ndio maana haikushangaza kuona kuwa pamoja na uwepo wa usafiri wa umma, vilevile kulikuwa na usafiri binafsi, ikiwemo mi mitumbwi na boti ndogo ndogo zilizokuwa zikitumika. Historia hii inatuonesha jinsi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu zote tofauti imeguswa na maendeleo ya wananchi na kuwaletea usafiri wa hakika ili waendelee kufanya na safari zao. Wengi wetu tunakumbuka hadithi maarufu aliyotusimulia, alio John Pombe Magufuli, na hadithi ile inasisimua, kwa sababu alitueleza kwamba alikuwa na pikipiki yake, anakwenda Sengerema kupeleka posa kwa Mama Jani kwao. Alipofika Kivukoni hapa, akaangalia inakio kilichokuwepo, akasema mimi siendi, siendi na hiki kivuko katika mitumbwi iliyokuwa imeondoka kwenda kule, umezama na watu wamefariki. lata hapo, nilipokuwa rais wetu ndio akasema sasa ile shida na kadhia za watu kuzama sasa, basi akaja na wazo la kujenga daraja. mheshimiwa rais wetu marehemu kwa namna pekee na kama nilivyosema ndipo akapata wazo ya mradi huu. Na mimi baada ya kuondoka kwake, nikasema nitasimama imara kuhakikisha maono yake yanatimia. Nilifanya hivyo kwa kuwa ahadi yangu kwa Watanzania ilikuwa ni kuyaendeleza mema yote ya awamu Kwa neema ya Mungu serikali tumeweza kuitekeleza ahadi hiyo. Ndugu wananchi, leo tunaandika historia mpya ya kuhakikisha hadithi za kusikitisha kama ile iliyosimuliwa na dr John Pombe Magufuli zinaondoka. Tupo hapa kwa ajili ya sherehe ya ufunguzi wa daraja la Kigongo Busisi. Nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa waziri wa ujenzi, Mheshimiwa Abdallah Ulega kwa kutualika na kunialika mimi kwa mahususi kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu na la kihistoria kwa nchi yetu. Tunakushukuru sana. Ndugu wananchi, miongoni mwa vitu nilivyoahidi nilipokabidhiwa dhamana ya kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kukamilisha miradi ya kimkakati ikiwemo mradi huu wa Kigongo Busisi. Niliupokea mradi ukiwa umefikia asilimia ishirini na tano kwamba fedha bilioni 152 zilishalipwa kati ya bilioni 718, na tumeweza kuliendeleza na kulikamilisha daraja hili lenye umuhimu mkubwa kwa mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Kagera na Kigoma na kanda nyingine mbalimbali zinazounganisha nchi yetu. Na hii ndio furaha na faraja yangu kubwa, na tunayo kila sababu utufikisha katika hatua hii. Daraja hili limejengwa kwa lengo la kuunganisha barabara kuu ya Usagara na Sengerema katika ziwa Viktoria, ambayo ni barabara muhimu katika ushoroba wa kiuchumi katika kanda ya Ziwa. Ndugu wananchi, nafurahi kuwa lengo limetimia. Tumeweza kutumia barabara hii leo kwenda upande wa pili na kurejea dakika chache. Ukiacha yale tuliokuwa tukifanya njiani, kama tungekwenda tuna kurudi ni dakika chache sana. Sasa baada ya daraja hili kukamilika, sasa wananchi watatumia takriban dakika nne tu kuvuka kufika Busisi kwa kutumia usafiri wa gari, na kwa wale watakaopenda kwenda ka Ndugu zangu, ujenzi wa daraja hili uliotumia bilioni 718, umegharimiwa kwa asilimia 100 na fedha zetu za ndani zinazotokana na kodi zetu. Daraja hili litakuwa alama ya nchi yetu na uthibitisho kwamba tumepiga hatua nyingine ya kuifanya Tanzania kuwa taifa kubwa kiuchumi. Vilevile ni ishara ya kuwa Tanzania sasa ina uwezo wa kupanga, kutekeleza na kufanikisha mipango mikubwa. Inafurahisha kuwa katika mradi huu asilimia 92 ya wafanyakazi walikuwa ni Watanzania, kwa maana ya wazawa wa taifa letu. Hakika hili daraja lilitokana na wazo la Watanzania wenyewe, lilogharimiwa na Watanzania wenyewe na lililojengwa kwa nguvu wenyewe hii ni fahari nyingine kubwa kwa nchi yetu, na bila shaka imekuwa fursa ya kukuza maarifa na ujuzi wa kutekeleza miradi mikubwa kama hii miongoni mwa Watanzania. Hongereni sana wote mliofanya kazi kwenye daraja. E, ni matumaini yetu wa ujuzi na uzoefu waliopata vijana wetu wa kwa kushiriki kikamilifu kwenye mradi huu ni faida kubwa kwao binafsi taifa letu kwa ujumla. Hii ni hatua nzuri kuelekea ndoto ya Tanzania kujenga madaraja haya marefu kwa kutumia wataalamu wazao zao. Tayari tunauona mwanga wa dhana ya kujitegemea kwa mbali na nadhani tutafika. Hivyo, ni waase vijana wote mliopata nafasi ya kufanya kazi kwenye mradi huu kuendeleza utaalamu huu katika ujenzi. Ndugu zangu, ni matarajio yangu kwamba daraja hili tutalitumia vizuri na kuongeza tija na ufanisi katika shughuli zetu za kiuchumi. Kwa upande mmoja, litarahisisha usafiri na usafirishaji wa pembejeo, na vile vile bidhaa zenu zitakazozalishwa zitafika kwenye masoko kwa urahisi zaidi. Hivyo, wananchi mnaoishi kwenye maeneo haya, mnatakiwa sasa kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara ili kuongeza kipato chenu na kukuza uchumi wa nchi. Ni muhimu viongozi na wananchi kuendelea na mikakati madhubuti ya kutekeleza mipango tuliyoiweka ya kilimo, ufugaji na uvuvi wa kisasa, ili kuongeza tija na kukuza biashara na majirani zetu. Daraja hili lina umuhimu mkubwa kwa majirani zetu wa Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Rwanda na Uganda, na hivyo kuimarisha biashara ya kikanda na kurahisisha huduma za uchukuzi kupitia Tanzania. Nimefurahi pia kuwaona baadhi ya mabalozi na washiriki wetu wa ja hili ni la kimkakati, na hapa nitoe agizo kwa vyombo vya ulinzi na usalama kujipanga kulinda daraja hili. Hili ni daraja la kimkakati, ni la aina yake ndani ya nchi, lakini si la Tanzania peke yake. Ni daraja litakalotumika katika ukanda huo wa Afrika Mashariki kama nilivyosema, na hatuna budi kabla kuendelea, niombe radhi nitambue pia kuwepo kwa balozi rafiki yetu, balozi wa China, yuko pamoja hapa na sisi. Ndugu wananchi, katika nia ya kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji, serikali kuanzia mwaka ishirini na moja hadi ishirini na tano imekamilisha ujenzi wa madaraja mengine makubwa tisa yaliyopo katika maeneo mbalimbali nchini. Madaraja hayo ni pamoja na Tanzanite na daraja la Gerezani yaliyopo jijini Dar es Salaam, madaraja ya Kiegea na Ruaha mkoani Morogoro, daraja la Wami mkoani Pwani, daraja la Msingi mkoani Singida, daraja la Kitengule mkoani Kagera, daraja la Uhuhu mkoani Ruvuma na daraja la Mpwapwa mkoani Dodoma. Aidha, madaraja ya Loa mbambe Pwani, daraja la Itembe Simiu na daraja la Sukuma Mwanza, daraja la Pangani Tanga, Kerema Maziu, Maziwani Dodoma, Kibakwe Dodoma, Mirumba Lindi na Jangwani Dar es Salaam ujenzi unaendelea. Hayo nayo ni madaraja muhimu na ya kimkakati katika maeneo yaliko katika hatua nyingine. Ndani ya miaka minne iliyopita serikali imeimarisha mtandao wa barabara nchi nzima ambapo jumla ya kilomita 13587 zimekamilika kujengwa kwa kiwango cha lami na kilomita 2384 ujenzi unaendelea. Ndugu wananchi, ujenzi wa madaraja na barabara hususan madaraja makubwa kama hili unagharimu fedha nyingi. Kama tulivyosema, daraja hili limegharimu na hivyo sote tuweke umuhimu wa kipekee katika kuenzi rasilimali hii kubwa iliyowekezwa kwenye sekta ya ujenzi. Aidha, wizara ya ujenzi na wakala wa barabara TANROADS, hakikisheni daraja hili linatunzwa kwa kufanywa ukaguzi wa mara kwa mara na matengenezo kinga kwa wakati ili liweze kudumu. Waswahili wanasema kitunze ili kidumu. Aidha, nitumie fursa hii kuwaasa madereva kuwa makini na wazingatie tahadhari zote zinazohusu usalama wa daraja hili. Ndugu zangu, pamoja nasi hapa leo tupo na familia ya hayati Dkt. John Pombe Magufuli wakiongozwa na mdogo wangu Janet Magufuli, nikiangalia nyuso zao naiona faraja ya kukamilika kwa daraja hili. Napenda nichukue tena fursa hii kutoa pongezi zangu za dhati kwa wizara ya ujenzi, TANROADS, mkandarasi na mhandisi mshauri kwa kazi nzuri walioifanya ya kudenga, kujenga daraja hili kwa kiwango cha juu sana vya ubora. Baada ya kusema hayo, sasa nifanye kazi tuliojia hapa, kwanza ya uzinduzi wa daraja hili, nitangaze kwamba na kutamka kuwa daraja la Dr. John Pombe Magufuli linalounganisha Kigongo na Busisi lenye urefu wa kilomita tatu na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 1.66 sasa limefunguliwa rasmi. Mungu aibariki Afrika. Mungu aibariki nchi yetu Tanzania. Atubariki wa Tanzania. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kazi na utu. Oktoba. Mwezi wa kumi. Asanteni sana. Makofi mengi na vigeregere kwa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tanzania oyee! En, naomba tujiandae tumsindikize mheshimiwa <coughs>